Kwa kuwa muda wetu ni mchache, niwaambie habari njema tu, hamtakuwa mnanisikia bungeni nikiuliza maswali. Na kwa miaka kumi na tano takribani, jimbo letu la Arusha limekuwa jimbo la ahadi, watu wakiahidi watajenga hiki watafanya hiki watafanya hiki watafanya kile. Nimekuja na mbinu mpya Makonda, sitaongea ila kazi itaongea kwa niaba yangu, hamtasikia nikipiga kelele. Lakini ukipita mtaani ukaona barabara inajengwa, jua Makonda ameamua kuongea kwa, kwa vitendo. Mkipita barabarani mkaona nguzo za umeme zinatandikwa, jua Makonda ameamua kuongea kwa, kwa vitendo. Mkiona viwanja vya mpira vidogo vidogo, vidogo vinajengwa, elewa Makonda ameamua kuongea kwa, kwa vitendo. Nitahakikisha ndani ya miaka mitano tunabadilisha jiji letu la Arusha na kurudisha kwenye hadhi yake ya kuwa Geneva ya Afrika. Ndugu zangu ninafahamu ya kwamba mji huu una vijana wenye vipaji vingi. Wako wenye vipaji vya pikipiki. Wako wenye vipaji vya riadha. Wako wenye vipaji vya kuendesha basikeli. Wako waimbaji wako wanaoweza kuingia kutengeneza movie. Naomba niwahakikishie ya kwamba ofisi ya mbunge ambayo kuanzia mwezi wa sita tukikamilisha ujenzi itaanza kufanya kazi na itakuwa na vijana wasiopungua thelathini kuhakikisha kwamba kila kijana mwenye kipaji katika jiji la Arusha anakuwa mfano kwa Tanzania. Naomba mkae mkawa wa kula naomba ndoto mlizokuwa nazo miaka mingi, muamini ya kwamba nuru iko mbele yenu. Niwaombe sana, msipoteze muda kwenye mambo yasiyotengeneza pesa, potezeni muda kwenye mambo yanayotengeneza pesa. Nilitangaza kule wizarani ya kwamba tunapoelekea kwenye AFCON tunataka kila sekta ya burudani ijiandae. Nimeona hapa mama zangu, nimeona mpaka kaka zangu kwaya ngoma wachoraji, tunakwenda kuwashindanisha wasanii wa Tanzania: na kikundi bora, mwimbaji mmoja mmoja, mwimbaji katika kikundi, dansa katika kikundi, dansa mmoja mmoja, mchoraji bora, watapongezwa watatambulika, na hao watahusika kwenye mashindano yote ya Afconi, na tutawalipa pesa itakayobadilisha maisha yao. Niwaombe waombe Watanzania mjiandae, lakini Wanaarusha pia faida mlionayo, msiliangushe mbunge wenu. Hakikisheni mnatumia vipaji ambavyo Mungu amewapa kujenga uchumi wenu, kwa kuwa Daktari Samia ameshatengeleza mazingira. Juzi wakati naingia wizarani, nikagundua wako vijana watengeleza maudhui, Content creator, wale wanaangaika, mwingine anatumia simu yake. Tunajenga uwanja wa jiji na tayari nimeshaelekeza na wiki iliyopita wizarani kwangu alikuja hapa Arusha. Tunajenga viwanja vingine vidogo vidogo vitano vyenye uwezo wa kubeba watu elfu mbili mpaka watu elfu kumi Tunataka Arusha ukipita unaona pichi zenye nyasi bandia wanaita hybrid na taa, ili watu hata usiku wacheze. Lakini pia viwanja hivyo vitatumika kwa mazoezi ya AFCON lakini pia tunayo miradi ya barabara iliyokwenda kujengwa, tuna soko linaendelea kujengwa, tuna stendi inajengwa, tuna shule za mfano nimepewa hamsini na sita kwa ajili ya kutengeneza vijana wenye vipaji vya michezo, na hapa Arusha zitajengwa. Mungu atupe nini, jamani! Baada ya kusema hayo, mniruhusu kwa sababu muda umekwenda, ninao waheshimiwa wabunge hapa ambao leo wametoka Dodoma bungeni wakasema lazima tuje tukuunge mkono unapopokelewa Arusha. Na mimi niwaambie tu, kabla hata uchaguzi waliamua kunichagua kuwa mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Arusha. Sasa hapa nilipo ni mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wapi na Arusha, tumepewa upendeleo wa Mungu. Tumepata mneki, tumepata mwenyekiti wa bunge kutoka katika ndani ya mkoa wetu, naomba makofi mengi sana kwa dakika moja, moja tu mniruhusu anga